Tony Blair, waziri mkuu wa zamani wa Uingereza, huenda akawa kiongozi wa serikali ya mpito Ukanda wa Gaza kwa muda wa miaka mitano baada ya wanamgambo wa kundi la Hamas kutengwa katika mazungumzo, kulingana na pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na viongozi katika ukanda wa Ghuba na jumuiya ya kimataifa, wakiwemo pia wawakilishi wa Wapalestina. Wa wa wanamgambo wa kundi la Hamas watajipata katika wakati mgumu iwapo hawatokubali pendekezo hilo. Linatajwa kwamba waziri mkuu wa Israel atapewa go ahead kufanya kile anachotaka iwapo wanamgambo wa kundi la Hamas hawatokubali pendekezo hili ambalo imewasilishwa na rais wa Marekani Donald Trump. Pendekezo hili la rais wa Marekani lengo lake ni kutaka kusitisha vita na mashambulizi dhidi ya ukanda wa Gaza miaka miwili tangu kuendeshwa kwa shambulizi ambalo liliendeshwa na wanamgambo wa kundi la Hamas katika vijiji tofauti ambavyo vinapakana na ukanda wa Gaza mnamo Oktoba 7 mwaka 2023. Vilevile inatajwa kwamba pendekezo hili ni kufuatia mkutano wa Umoja wa Mataifa ambapo jumuiya ya kimataifa, kwa asilimia kubwa, wanadiplomasia walioshiriki katika katika mkutano huo waliweza kuonyesha msimamo wao dhidi ya kile ambacho kinaendelea katika ukanda wa Gaza na waziri mkuu wa Israel. Wakati wa hotuba yake, wanadiplomasia hao, umoja wa mataifa, wanadiplomasia hao walisusia kusikiliza hotuba ya Benjamin Netanyahu, waziri mkuu huyu wa Israel. Mpango huu unatajwa kuwa una lengo la kufutilia mbali uwepo wa kundi la Hamas katika maeneo ya Palestina na hususan katika eneo hili la ukanda wa Gaza. Na miongoni mwa vipengele katika mpango huo ni kuhakikisha kwamba jeshi la Israel linaondoka ukanda wa kwa hatua. na vile vile hadi kufikia hatua ya kubadilishana wafungwa kama inavyofahamika ya kwamba baadhi ya mateka ambao waliokamatwa na wanamgambo wa Hamas hiyo Oktoba 7, 2023 bado wapo mikononi mwa wanamgambo wa kundi la Hamas. Hivyo basi pendekezo hili linafahamisha kwamba wanamgambo wa Hamas watawaacha huru mateka hawa huku Israel nayo pia ikiwaacha wafungwa ambao waliokamatwa tangu kuanza kwa mashambulizi dhidi ya ukanda wa Gaza. Ni wafungwa wa Kipalestina zaidi ya 250 ambao inatajwa kwambaw chwa huru iwapo pia mateka hawa wa Israeli wasiopungua 40, miongoni mwao wakiwa wale ambao waliopoteza maisha watakapoachwa huru na wanamgambo wa Hamas. Vipengele tofauti ikiwemo kipengele ambacho kinafahamisha kwamba wanamgambo hawa wa kundi la Hamas watatakiwa kujisalimisha, na vilevile baada ya kujisalimisha watapewa msamaha na wasiweze kwa mara nyingine kujiunga katika kundi lolote ambalo litachukuliwa kama kundi la kigaidi katika maeneo ya Palestina. Vilevile inatajwa vile kwamba kutaundwa jeshi la amani la kimataifa ambalo litajumuisha mataifa tofauti katika ukanda wa Ghuba ikiwemo Saudi Arabia, Qatar Falme za Kiarabu, Misri, Jordan, Uturuki, Pakistani na hata Indonesia ni miongoni mwa mataifa ambayo yametajwa kuwa wanajeshi wake pia watakuwepo katika jeshi hilo la kimataifa, ukanda wa Gaza. Mpango huu wa rais wa Marekani unajadiliwa kwa kiasi kikubwa katika mitandao ya kijamii, huku ikitajwa kwamba tayari inaonekana ya kwamba kuna mgawanyiko katika serikali ya waziri mkuu huyu wa Israel, Benjamin Netanyahu. Waliokuwa wakimuunga mkono Nyetanyahu walikuwa na misimamo mikali na kuona kwa sasa kuna pendekezo kuundwa kwa jeshi la kimataifa la kulinda amani ukanda wa Gaza ni jambo ambalo inatajwa kuwa waziri mkuu wa Israel amewasaliti wenzake, ambao malengo yao hayakuwa kuleta jeshi la kimataifa katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Na jambo lingine ambalo linaendelea kujadiliwa huku na kule katika vyombo tofauti vya habari ni wanamgambo hao wa kundi la Hamas watakubali kweli kuacha huru mateka na baadaye kuwekwa kando kabisa na serikali mpya ambayo itakayoundwa katika eneo hilo la Ukanda wa Gaza. Tuachie mtazamo wako.